Sasa nimehamia mtaa wa saba kutoka pale nilipokuwa na kaa zamani. Ile nyumba sio nyumba, ilikuwa mami chosho. Nimesahau simu yangu ndani, kuja nifuate. Yani mambo haya bwana, uzee huu. Ah, ningepata dili la kuiba hapa leo ningeenda kuiba maana du, sina hela, nimechalala mifukoni umu. Nikoan kama mshamba mpenyu. Vipi, hakuna kitu? Ah, nguo hizi nachukua kwanza, hii kabe na wewe, kabe <coughs> eh, hii na hii begani hapa na wewe hapa nifue nka na wewe nini kuona nakuona unashikashika nguo zangu mimi. Nakusaidia kufua tu hapa, maana da nimeona nguo hizi chafu kweli. Nimeona bwana nikusaidie kufua, maana du nimependa kufua nguo zangu. Nimetoka huko nimekuja hapa nimezikuta nguo nikaziweka nime hapa hapa wewe, kijana wewe, mwizi wewe! Wewe yani itakuwa mwizi kabisa. Hapana mama, mi sio mwizi, nami sina tabia ya kuiba tu hapa, aa, mimeaka, mi nimeona tu bwana nikusaidie kufua tu mimi mimiaka mi sio mwizi yani, mi mstaarabu kama kama sana tu yani yani, unafikiri mama, mi mstaarabu, mi sio mwizi kabisa. Hebu toka hapo, mi nataka nifue nguo zangu, chafua chafua tu hapo, mshenzi wewe. Yani vijana wanashindwa kujitafutia, wanakuja kuiba iba, tuma nguo hapa sasa. Nguo hizo hazijakauka, anakuja anaziweka hapa, inakuwaje? Ona kwanza kama hivi ha? Ha, yani, pumbavu kweli. Ngoja nifue yeye mwenyewe kwanza. Yani, mshenzi we. Ume, ningejua mda ule ule ningemgumilia. Jamani, mwizi tu akaja kumpiga afe.